Allah, ikeshe kwa ibada. Tumekesha mara mingi katika maasi ya Allah. Hizi masiku ihwani fillah, tukeshe katika ibada arrahman, ambayo ni usiku ziliobora, usiku ya kwanza katika kumi ya mwisho ya Ramadhan. Kama hujafaidika imeondoka, zimebakia ihwani zinginezo. Jitahidi ya Abdallah, amka kwa usingizi ya Abdallah. Sifa wajawema kanu qalilan min

Ya Abdallah, amka ya akhi barakallahu fik. Usipoamka hizi masiku utaamka siku gani? Ya Abdallah, usipomwabudu Allah, Allah, Allah katika hizi masiku bora utamwabudu Allah wakati gani? Ikhwani fillah, mwezi ambayo milango za janna zimefunguliwa, mwezi ambayo milango za nari zimefungwa, mwezi ambayo mashayatini wamefungwa, usipojitahidi kwa salamu, usipojitahidi kwa Quran